Waziri wa mambo ya nje wa Iran: Israel haina uthubutu wa kutushambulia. Waziri wa mambo yanje wa ya nje wa Jamhuri ki ya Kiislamu ya Iran amesema si Israel pekee ambayo haina uthubutu wa kutushambulia, lakini hata Marekani pia haikubali kubahatisha kujiingiza kwenye chokochoko choko hatari kama hiyo. Akizungumza alipokuwa ziarani nchini Russia Said Abbas Araghchi amesema jamhuri ya kiislamu ya Iran haijarudi nyuma katika kutetea hata mmoja kati ya misimamo yake ya haki na uadilifu, na akaongeza kuwa mashinikizo hayataifanya Iran yache kulinda heshima, sharafu na maslahi yake ya kitaifa. Mkuu wa chombo cha diplomasia cha Iran amesisitiza kuwa ni baidi kwamba vitisho vya kijeshi vinavyotolewa vitafikia hatua ya kutekelezwa kwa sababu hata Wamarekani wenyewe wanaelewa Iran inafahamu vizuri jinsi ya kujilinda. Arabchi amesema kwamba njia ya diplomasia iko wazi kwa Iran, lakini kama mazungumzo yatakabiliwa na hali ngumu na nzito, Iran imeshajiweka tayari kikamilifu kwa ajili ya njia nyinginezo. Waziri wa mambo ya nje wa jamhuri ya kiislamu ya Iran amebainisha kuwa Israel haijawahi wakati wowote huko nyuma kuwa na uwezo wa kuishambulia Iran, hainao hivi sasa na haitakuwa nao katika siku zijazo, na hata kwa kusaidiwa na Marekani hawana uwezo wa kufanya operesheni za kijeshi dhidi ya Iran. Arachi amesisitiza kuwa Iran ina uwezo wa kujilinda dhidi ya Marekani na akaongezea kwa kusema, Washington inafahamu Iran ina uwezo wa kiwango gani wa kujibu mapigo, na hata utawala wa Kizayuni pia natambua vyema nguvu zetu za kiulinzi na uwezo wetu wa kujibu mapigo.